Naitwa Godfrey Mnyamale, ni afisa mwandikishaji wa jimbo la Chamwino na jimbo la Mvumi katika wilaya ya Chamwino. Tarehe kumi na saba katika jimbo letu la Chamwino tutakuwa na tukio kubwa ambalo litamhusisha mkazi wetu namba moja katika Tanzania hii, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwepo hapa Chamwino kwa ajili ya kuboresha taarifa zake kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote tujitokeze kwa wingi na sisi kwenye vituo vyetu tuweze kuboresha kwa sababu zoezi hili ni zoezi muhimu sana katika uchaguzi wa kidemokrasia ambao tunatarajia kuufanya mwaka 2025. Tunaamini kupitia tangazo hili wananchi wote ambao wako katika majimbo haya mawili na maeneo mengine yote ya Tanzania, bado kuna mzunguko unaendelea, watajitokeza kwa wingi kwenda kuboresha taarifa zao na kujiandikisha ili waweze kupata haki ya kupiga kura ya uchaguzi wa diwani, mbunge na rais ifikapo Oktoba mwaka 2025. Zoezi letu hili limeanza tarehe 16 mwezi wa tano na litaendelea mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano kwa muda wa siku saba na vituo vyetu vitakuwa vinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni.